Kuna picha naenda kwa wekea hapa. Huyu babu na familia ya huyu kijana walikuwa wanaishi jirani tu hapo, lakini huyu babu alikuwa hataki kuona watu weusi wanafika kwenye mlango lakin wake. Lakini cha ajabu huyu babu alikuwa anaishi peke yake baada ya watoto wake wote kuondoka na kumwacha kwa nyumba hiyo. Ilifika siku moja, huyo babu akatoa mashine ya kukata majani, akaanza kukata majani. Alivyokuwa anakata majani, ile mashini ikaharibika ikabidi aanze kutoa majani na, na mikono, lakini kuna huyu kijana hapa jirani aliona babu anaangaika. Ilifika siku moja wazazi wake wakampa pesa za kwenda kununua PlayStation. Yule kijana alichukua pesa zile, akakumbuka kwamba kuna babu ambaye alikuwa nakata majani pale na mikono, akaenda kumnunulia mashine ya kukata majani. Na alivyoleta hiyo mashine kwa huyo babu, kwanza alianza kumuogopa, akamwambia hapana, babu niliona siku ile unahangaika kukata majani na mikono. Hii mashine hapa nimekununulia ikusaidie. Yule babu alishangaa sana, na akasema, nilikuwa nakuwazia kwamba wewe ni jambazi, kumbe wewe ni kijana mzuri. Hiyo ndiyo dunia tunaishi, wa ndugu zangu, mtu anaweza akakufikiria vibaya, lakini wewe ukaja kuwa msaada kwake. Kama unaamini hayo, weka like yako hapo. Asante sana.